Fasalu, ahla thikri, in kuntum la ta'alamu. Muulizaji anasema nilishtakiwa kwa kesi na kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa. Baada ya kuhukumu uh, nikakata rufaa na kushinda kesi. Baada ya kushinda kesi, na mimi nilifungua kesi kwa kuvunjiwa heshima na kudai malipo fulani nilipwe, nikashinda na kulipwa pesa ambazo ni nyingi Je, pesa hizi ni halali kwangu, na pia ikiwa nitazitoa sadaka nitakuwa na malipo yoyote kwa Mwenyezi Mungu? Jawabu, kwa mujibu wa wenye ilmu, e, kupata malipo kwa ajili ya madhara yaliyokuwa si ya kihisi, kwa maana ni madhara ya kimaana, kama mfano kuvunjiwa heshima kuna khilafu baina wenye ilmu. Kauli ya wengi ni kwamba madhara yaliyokuwa si ya kihisi, yalikuwa sio katika mali ya mtu wala sio katika mwili wake, ni ya kimaana kama mfano hiyo kuvunjiwa heshima, basi malipo ya namna hiyo e, wengi katika wenye ilmu wanasema haijuzu kuyadai, kwa sababu madhara ya kimaana Uh, yanahusiana na hishma ya mtu, kwa mfano yanakuwa hayawezi haya kukisiwa. Hay, hayawezi e, mtu kuyahisi na akayakisia na akayakadiria. Madhara ambayo yanalipiwa katika fiqh ya Kiislamu ni yale ambayo yanawezekana mtu kuyahisi na kuyaweza kuyakadiria, na kuweza kuyapima kwa mfano, ikiwa mtu kala hasari ya mali yake mali yake ikiwa e, kadhurika katika mwili wake, katika kiungo fulani, kwa hivyo hicho kinaweza kukadiriwa na kupimwa na kuweza kukadiriwa malipo gani mtu alipwe kutokana na madhara hayo. Ama madhara ya kimaana, kama haya yaliyotajwa katika suala, hayawezi kuonekana na hayawezi kupimwa yakakadiriwa, na kwa ajili hiyo, wamesema haifai mtu kuchukua malipo kwa madhara ya namna ya namna hiyo. Kwa hivyo ni khilafu baina ya wenye ilmu, kauli ya wengi ni kwamba madhara yaliyokuwa si ya kihisi, sio katika mwili wala sio katika mali ya mtu, bali ni ya kimana, ambayo hawezi kuonekana wala kupimwa, haifai kuchukua malipo ndani yake, na ni aula mtu kumsamehe ndugu yake katika makosa kama haya. Ikiwa tatiba dabu na na mahkama kwa mfano ya kifungo na mfano wake, lile bila shaka ni katika sheria hapana nini, lakini kudai malipo kutokana na haya wamesema haifai, ingawa wako walioruhusu katika baadhi ya mahulama. Kwa hivyo suala ni khilafu, lakini wengi wanasema madhara ya namna hii haifai kudai malipo.